Kwenye maisha ya kinyumbani, kwenye maisha ya kinyumbani, wewe mwanamke ukiachana na baba yako na mama yako, kama umekuwa na umeolewa sasa, kuna mlezi mwingine sasa ambaye anakulea kila kitu, anakusimamia yeye, ndiyo baba yako sasa, anakulea kila kitu, anakusimamia. jaribu sana Jaribu sana mwenye anakulea amekuwa kama ndo baba yako na ndo mama yako. Kumheshimu. Yaani mheshimu sana, yani, maanake huyo ndo amekuwa mzazi wako sasa, na kusimamia kila kitu, ako tayari yeye ya asile, yani ajinyime yeye, asinunue asivae, ili uvae wewe. Kwa hivyo inapaswa kum, yani kumheshimu sana mm, sana maanake yeye nakuhakikishia anaweza asile lakini hakikisha wewe umekula vizuri, anahakikisha vizuri. Umesikia, anahakikisha yeye avai vizuri, wewe ndio unavaa vizuri. Kwa hivyo hakikisha sana hicho kitu na kizingatia kwenye maisha yako.